Karibuni wasikilizaji wa, wa Redio Mbiu sauti ya Faraja, katika tafakari yetu ya siku ya 47 ya sande ya Torino, mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa sande ya Torino. Kichwa cha habari itakuwa ni enendeni zenu mkawaambia wanafunzi wake maneno ya Injili ya Mtakatifu Marko sura ya kumi na sita aya saba. Hii ni tafakari ambayo inaletwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu ambaye kwa kipindi kizima tulikuwa tunamuona katika sande ya Torino. Ntaanza kwa nukuu, msalaba ulimpokea Kristu akiwa hai na kumwachia amekufa. Sanda ilimpokea Kristu akiwa amekufa na kumrudisha akiwa mzima. Mwisho wa nukuu. Ayo ni maneno ya mwenyeheri Sebastian Walfre. Ndugu wasikilizaji, leo ni siku ya 47 baada ya siku ya Jumatano ya majivu, hivo ni siku ya ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Kila mahali tunakutana na maneno yanayozungumzia furaha ya, fura ya ulimwengu mbele ya ushindi wa Yesu. Yafuatayo ni mfano: basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini, wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. mwisho wa nukuu. Tunaikuta hayo katika Injili ya Yohani sura ya 20 mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Halafu wakasemezana wao kwa wao. Ni nani atakayetuvingilishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hayo tunayakuta katika Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa 3. Halafu naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu na jina lake aitwa Neno la Mungu, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Ni maneno tunayosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nne. Je, wakati tunahitimisha mazungumzo yetu kuhusu sanda, tunaweza kusema kwamba tumeweza kupata uthibitisho wa ufufuko wa kisayansi? Ndugu wasikilizaji, mwaka 1961 mwanaanga mmoja wa Kirusi aliyeitwa Yuri Gagarin akiwa binadamu wa kwanza kutembelea anga za juu alirudi duniani baada ya safari yake hiyo ya kihistoria, lakini na taarifa ifuatayo: niliangalia na kuangalia kokote, lakini sikumwona Mungu. mwisho wa maneno ya Gagarin. Na ni kweli, huko angani Gagarin akumuona Mungu kwa macho yake ya binadamu, asingeweza. Ni kwa sababu Mungu ni roho kamili kabisa. Ndivyo hivyo wanasayansi wa STURP, the Shroud of Turin Research Project, hawakuweza kutoa tamko la mwisho kuthibitisha au kukanusha kwamba mtu wa sanda amefuka. Sababu ufuko, ijapokuwa ni tukio la kihistoria, ni jambo lisilopimika katika mizani na nyenzo zozote zile za kimaabara. Ufuko ni uwanja wa kiroho usiotawaliwa wala kubanwa na kanuni za mahesabu. Wachofanikiwa kutamka wana STURP ni kwamba baada ya mwili wa mtu huyu kifoni kukaa ndani ya sanda kwa masaa kati ya 36 na 40, ulitoweka bila kutumia nguvu zozote za kimaumbile. Kwa maneno mengine, mwili huo uliokuwa umefunikwa ndani ya shuka hilo gafula uliacha kuwemo, lakini chapa ya mwili wake ionyeshayo alama za mateso yote aliyopitia mtu huyu tangu mwanzo mpaka mwisho ikashika kwenye shuka kwa ustadi na ufasaha na urembo wa pekee kabisa kwa jinsi sayansi isivyoweza kueleza sasa sisi hatukutoka kwenda kutafiti sanda ili tuweze kupata uthibitisho wa kisayansi kuhusu fumbo la mateso kifo na ufufuko wa Kristo. Kama yupo kati yetu aliyetoka kwa nia ya kutafuta uthibitisho wa ufufuko wa Yesu na amepata, atatushirikisha labda na kutuelezea siri ya mafanikio yake, iwapo ataona inafaa. Sisi tulitoka kama mitume Petro na Yohani baada ya kusikia kwamba Yesu amefufuka, tunavyosoma katika injili ya Yohani sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka wa saba Tukitaka kumtafakari zaidi kwa njia ya alama hii tukufu, yule ambaye moyo wetu una shauku ya kutazama na kukutana naye. Sisi tulitoka kama wale wanawake wanaosimuliwa habari zao na mwenjili Marko siku ile ya ufufuko wa Bwana, ambao ni Mariamu Magdalena, Mariamu mamaye Yakobo na Salome, wakati wanakwenda changamoto moja mmoja ilikuwa imewasumbua vichwani, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pakaburi? Hata walipotazama waliona kuwa lile jiwe limekwisha vingirishwa, naikuta katika Injili ya Marko sura ya kumi na sita aya ya tatu mpaka ya nne. Sisi vivyo hivyo kama baada ya safari yetu hii ya utafiti wa habari za sanda tutakuwa tumeweza kuona angalau dalili chache kwamba jiwe la kuto kujua vizuri maana ya sanda Torino imekwisha vingirishwa, tunaweza kuimba Aleluya tukirudia maneno aliyotamka Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili kule Torino akiwa amesimama mbele ya sanda akisema Ningependa kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya pekee inayomuomba muumini aipokee kwa upendo na kuwa radhi kumfuata Bwana. Mwisho wa maneno ya Yohani Paulo wa pili Mtakatifu. Basi ndugu zangu, kwa maneno hayo tuitimishe tafakari yetu ya siku 47 katika furaha ya ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, nami nawatakieni Heri ya Pasaka, heri ya sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Asanteni sana, na Bwana wa ufufuko awajazi mioyoni mwenu furaha ya hizi sherehe za kufufuka kwake na awaneemeshe kadiri ya hekima yake takatifu. Asanteni sana.